Pakistani pamoja na serikali ya Afghanistani wamekubaliana kusitisha mapigano mara moja baada ya zaidi ya wiki moja ya mfululizo wa mapigano yenye vifo vingi zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Katari iliyokuwa mratibu wa mazungumzo pamoja na Uturuki imesema pande zote mbili zimekubaliana kuanzisha mifumo ya kudumisha amani na utulivu wa kudumu. Zabihullah Mujahid, msemaji wa Taliban, amesema kusitisha vitendo vya usalama ni jambo la muhimu, wakati waziri wa mambo ya nje wa Pakistan akieleza makubaliano hayo kwa hatua ya kwanza kuelekea kwe, kwe, mwelekeo sahihi. Pande zote mbili zinadai kuwa zimepata hasara kubwa za watu katika mapigano hayo ambayo ni mabaya zaidi tangu Taliban kurudi madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Islamabadi imekuwa ikituhumu uh, Taliban kwa muda mrefu kuhifadhi makundi ya wanajeshi wanaoendesha mashambulizi nchini Pakistan, madai ambayo Taliban yanayakanusha kila itwapo. Leo mapigano yanazidi kuongezeka kando ya mpaka wa milimani uh, wenye urefu wa maili elfu moja mia sita yaani kilomita elfu mbili mia tano sabini na nne unaounganisha nchi hizo mbili baada ya Talibani watuhumu Pakistani kwa kufanya mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Afghanistani yani Kabul. Pakistani ilikuwa msaidizi mkuu wa Talibani baada ya kuondolewa madarakani mwaka elfu mbili na moja kufuatia uvamizi wa kuongoza wa Marekani. Hata hivyo uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulizorota baada ya Islamabadi kutuhumu kundi hilo kutoa hifadhi salama kwa Talibani wa Pakistani ambao wameanzisha mapigano ya silaha dhidi ya majeshi ya serikali. Kundi hilo limefanya angalau mashambulizi mia sita dhidi ya majeshi ya Pakistan katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kwa mujibu wa mradi wa taarifa za maeneo ya migogoro na matukio ya kivita, amdi, Conflict Location na Event Data Project. Ndio ambazo taarifa rasmi zinazothibitisha habari hiyo.